Kuelekeza njia rahisi na sahihi zaidi kuweza kufungua YouTube channel, ili kuwezekana uweze kufungua ya kwako. Hatua ya kwanza hatu kabisa ni kuingia katika application ya YouTube na kuifungua. Sasa ukiingia mara ya kwanza, utaona pale juu kuna ile alama ya mviringo, hapo utaibonyeza, alafu utabonyeza hapo umeandika manage your Google accounts. Ina maana kama una email zako hizo tayari, ndio tunatumia kufungulia kufungulia account yako au channel yako ya YouTube. Sasa utabonyeza your channel hapo, maana hapo na hum kwamba tayari una email, na kila mtu nadhani ana email. Sasa ukiingia hapo, unaweza kubonyeza pale pembeni kwenye alama ya edit hapo, na una uwezo wa kuedit majina yako. Hapo unaweza kubadilisha jina la YouTube channel yako na kuandika jina ambalo wewe unalitaka. Baada kumaliza unaweza ukasave hapo, alafu ukabadilisha pia na handle unaita handle au username. Kwa hiyo uta edit na yenyewe, alafu pia uta save. Okay? Sasa pia unaweza ukaadi vitu vingine kama description, yani maelezo ya kuhusu account yako, unataka kufanya nini kwenye hii account yako. Kwa hiyo utaandika hapo kwenye description, ili watu wakiingia mara ya kwanza wajue na pia unaweza ka add wallpaper. Na pia kuna eneo nimeandika privacy, unaweza kaamua kwamba watu wawe wa wanaona subscribers wako ni wangapi, au ufiche wasione kwa kuzima hiyo alama ya privacy. Unaweza kaongeza kuweka picha ya, ya profile au picha ya cover, pale unaweza ukaziweka picha zote mbili. Sasa ukimaliza unakuwa umetengeneza account yako yako, haitakuwa na video. Yangu inazo, kwa sababu nika nimeshaziposti.